kwa majina anaitwa Hamza Raja Mkwepo, ni waziri mkuu wa serikali wa ya wanafunzi kutoka chuo cha ustawi wa jamii. Leo hii nawakaribisha ndugu zangu, ambao mnatamani au mnakuja kujiunga na chuo cha ustawi wa jamii. Karibu sana katika taasisi ya ustawi wa jamii, kwa kuwa taasisi hii ina wakufunzi mahiri, wakufunzi bora kabisa. Hakika ukija ndani ya chuo cha ustawi wa jamii, umekuja pahala pazuri, utakapopata elimu stahiki, elimu bora kwa maisha yako sasa na maisha yako ya baadaye. Chuo cha Ustawi wa Jamii kina mazingira mazuri ya mwanafunzi kujifunzia, na vimbweta na waibali nzuri, lakini pia tuna madarasa mazuri kabisa ambayo yako comfortable kwa mwanafunzi kujifunzia. Aidha hivyo tunafahamu kwamba wa elimu ambao wanafunzi wanapata darasani, lakini kila mwanafunzi ana ya talanta yake mwenyewe. Chuo cha Ustawi wa Jamii tuna uwanja mkubwa kabisa ambao wanafunzi wanaweza kufanya mazoezi. Apart from hiyo, tuna serikali ya wanafunzi ambayo inapatikana ndani ya chuo chetu cha Ustawi wa Jamii, ikiongozwa na Mheshimiwa Rais Abdallah Fadhili Zidane. Serikali ya wanafunzi ipo kama daraja la kuwalinki wanafunzi na management. asanteni kwa kunisikiliza na washukuru sana